Moja, ninaomba kuwataarifu pia kwamba nimeshaandika barua kwa chama changu cha Mapinduzi kupitia ofisi ya katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi kupisha kwa muda nafasi yangu ya uongozi wa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa kwa sababu nimetia nia ya kugombea ubunge Iringa mjini kupitia chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, mtaniuliza kwa nini ninagombea nafasi hii? Zipo sababu kedekede kede. Ya kwanza, mimi Ngajilo nimejipima kwa vigezo vyote Nimeona ninatosha, nina vigezo vyote mpaka vinamwagika. Kama mjuavyo, hii itakuwa mara yangu ya tatu kuomba ridhaa kwa chama changu cha mapinduzi kugombea nafasi hii ya ubunge Iringa mjini. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi mara ya pili ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na hii 2025 itakuwa mara ya tatu. Nina ndoto kama alivyowahi kusema yule mwanafalsafa maarufu Martin Luther King Jr. kwenye hotuba yake maarufu inayojulikana kama I have a dream, mimi Ngajilo, I have a dream, nina ndoto ya kugombea ubunge Iringa mjini. Lakini zipo sababu kedekede kede, kama nilivyosema. Nimesema ya kwanza, nimejipima na nimeona ninatosha. Chama changu cha Mapinduzi kimedelea kwa nafasi mbalimbali. Hivi sasa mimi ndio mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Iringa, lakini nimekuwa Mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa toka mwaka 2008 mpaka 2012. Nimehudhuria nimehudhuria vikao mbalimbali vya chama vya mkoa na vya kitaifa, kwa maana ya halmashauri kuu ya mkoa, kamati za siasa za mkoa. Nimehudhuria vikao vingi sana, hata idadi yake haiwezi ya kuelezeka. Kitaifa nimehudhuria mabaraza ya kitaifa ya vijana ya wazazi, mikutano mikuu ya Chama Cha Mapinduzi. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana wa shughuli hizi za chama na shughuli za maendeleo. Lakini kupitia wizara ya kilimo niliaminika pia kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ya Tanzania. Nimefanya kazi hiyo kwa weledi. Kwa hiyo nina uzoefu pia wa masuala haya ya kiserikali. Uzoefu huu umenijenga, lakini hii ni faida niliyoipata kupitia chama changu, chama cha Mapinduzi, ambacho kimenilea, kimenikuza na kunitunza kwa nafasi mbalimbali za uongozi. Sababu ya pili ya kugombea nafasi ya ubunge ni kwa sababu nataka nitumie haki yangu ya kugombea ya kikatiba. Nimesema vikao vya chama vina vitajirizisha na sifa zangu na hatimaye watafanya maamuzi katika uteuzi kwa sababu Mwisho wa yote ni chama kufanya uteuzi lakini baada ya kujiridhisha na sifa mbalimbali. La tatu, mimi naamini kwamba Iringa inahitaji sauti ya watu, yani the voice of the people. Tunahitaji sauti katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunahitaji sauti katika nyanja mbalimbali. Na sauti hii ya Ngajilo iko tayari kuwatumikia wana Iringa.